Alhamdulillahi rabbil alamin. Sawa. Sisi tutakulipa. Mimi nitakuwa mmoja hapo. Bora tu kila mtoto elfu tatu. Kila mshahara mwezi elfu tatu kwa mtoto. Mama, kesho mimi naye, unajua na story hiyo anataka kulipa gharama. Mimi nimekwambia, mimi nitalipa. Eh? Wewe lipa. Atalipia watoto wake, kwani shida iko wapi? Baba anasemaje? Baba ndiye asema hivyo. Asa, angalia mimi naweza enda nyumbani wakati wote, tukapiga mahesabu hizo gharama sasa. Wewe nakuahidi mimi nikifanya juu chini mpaka babake yake akirudisha zile pesa zenye wao wataka. Mi nataka tu unifanye mtihani mmoja, nataka tuende Tanzania. Uko tayari Tanzania, twende tukachukua akina Shumi kule. Ninga tayari, bora aregeshe hizo mali hiyo. Ah, pili hizo vitu zangu anaregeshe.